ambayo inaitwa vilevile misa ya Krisma. Katika vipindi vyetu vya mwaka jana tuligusia e, hayo mafuta, lakini kila mara tukumbushane, kwa sababu kuna wengine walisikia na wengine kama unasikia mara ya pili, basi una e, kazia e, uelewa wako juu ya misa ya Krisma pamoja na mafuta matakatifu. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma kabla hakijaisha, hapo katikati, kunakuwa na kubariki mafuta na kuweka wakfu Krisma takatifu katika misa ile ambayo inaitwa misa ya Krisma. Kwa kawaida, askofu ambaye ndiye mkuu wa jimbo hana budi kuunganika na mapadri wake pamoja na waamini wake katika maadhimisho haya makuu ambayo uh, yanafanyika kwa kweli, ni mara moja kwa mwaka. Ni adhimisho kuu sana linaloadhimishwa mara moja kwa mwaka, na kama kanisa linalotufundisha, adhimisho hili askofu eh, anadhihirisha utimilifu wa ukuhani eh, wake wa utimilifu wa sakramenti ile ya daraja Tunafahamu kwamba sakramenti ya daraja yako madaraja matatu: daraja la ushemasi, daraja la upadre na daraja la uaskofu. Kwa hiyo anakamilisha sasa utimilifu wa madaraja yote, askofu ana madaraja yote matatu, eh, daraja la ushemasi, daraja la upadre na daraja la eh, uaskofu. uh, uh, uh, uh, uh, kwa hiyo ni madaraja yote, kwa hiyo yeye ni mkamilifu. Kwa hiyo mapadri wake wanapomzunguka na mashemasi na waumini, basi anadhihirisha huo muunganiko wa taifa zima la Mungu analoliongoza. Na misa hii ya kubariki mafuta inafanyika kabla ya adhimisho la karamu ya mwisho, maanake kabla ya ile Alhamisi jioni, e, wa kuadhimishwa karamu ya Bwana ifanyike kabla ya hapo na kwa kawaida inafanyika siku ya Alhamisi Kuu, lakini kanisa eh, limesema kwa sababu Alhamisi Kuu, inawezekana kutokana na ukubwa wa jimbo, mapadhiri wanaweza kushindwa kuhudhuria ile misa asubuhi, halafu warudi tena wakaadhimishe ile karamu ya Bwana jioni. Kwa hiyo misa hii inaweza kupangwa siku nyingine karibu na adhimisho hili la karamu ya Bwana ili kutoa nafasi ya ushiriki mkubwa kwa mapadre pamoja na uh, waamini wengine. Kwa hiyo hiyo ni kanisa ambalo limeamua lime namna hiyo. Kwa hiyo mara nyingi inafanyika katika ile juma uh, kuu unakuta jumatatu uh, au juma nne au Jumatano, lakini vilevile kama kuna sababu za kichungaji hata inaweza ikawa hata kabla ya juma kuu, lakini kanisa linashauri iwe ni karibu na, na, na, na Pasaka na katika misa hii ya mafuta misa ya Krisma ya naba, yanabarikiwa mafuta ya wagonjwa, lakini vilevile yanabarikiwa vile mafuta ya wakate kumeni na Krisma inawekwa wakfu, Krisma inawekwa wakfu. Kwa hiyo unaona ni misa ya mafuta, lakini yapo mafuta ya aina tatu. E, mafuta ya Krisma takatifu ambayo yanawekwa wakfu lakini kuna mafuta ya, ya wagonjwa, ya wagonjwa ambayo yanabarikiwa vilevile, na mafuta kumeni, ya wakatekumeni wale ambao wanajiandaa kubatizwa, nao nayo yanabarikiwa. Na kwa kawaida kama tulivyotoa katika vipindi vyetu vilivyopita, mafuta haya baada ya misa hii, basi yanagawanywa, yanapelekwa katika maparokia ya yote katika eh, vikanisa unavoita no kapela hizi E, vinapelekwa huko kwa ajili ya maadhimisho hayo ya sakramenti e, ya ubatizo, sakramenti ya wagonjwa, na e, sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya daraja takatifu. Yanapelekwa na kanisa linaagiza yapelekwe kwa heshima na kuhifadhiwa kwa heshima, sio ya kuwekaweka, kwa sababu ni mafuta matakatifu. Kwa hiyo ya yahifadhiwe kwa heshima. Na matumizi ya mafuta haya yatadumu kwa kipindi cha mwaka mmoja kama hayajaisha. Kama tulivyoeleza katika vipindi vyetu vilivyopita, mafuta haya yamiminwe kwenye taa ya tebenakulo ya wake pale kwenye taa ya tebenakulo e, wale wanaotumia taa za mafuta. Lakini kama a, ni mengi au kama wanatumia aina nyingine ya taa pale, mafuta haya yaunguzwe, changanywa na pamba vizuri yanaunguzwa kwa sababu ni matakatifu, yasije yakatumika vibaya, sio yakwenda tu kutupa hivi e, vitu vitakatifu e, havitupwi hivi. Kwa hiyo yaunguzwe vizuri, hakikishe e, kwamba basi e, hayatumiki vibaya. Sasa tugusie kidogo desturi za kale za matumizi ya mafuta. Kanisa takatifu halijakurupuka kutumia mafuta kama wengine wanavyokurupuka tu kuona tu mafuta, kanisa inatumia mafuta na wao wanasema basi tunatumia mafuta e, mafuta tu ya upako. Hapana, kanisa eh, lina mapokeo ya tangu agano la kale. Katika agano la kale tunaona kwamba wafalme walikuwa wakipakwa mafuta, tunaona kwamba Sauli pamoja na Daudi walipakwa mafuta, yule Samueli alienda na pembe akawamiminia mafuta. Kwa hiyo wafalme walipakwa mafuta, walimiminiwa hayo mafuta, lakini vile vile na manabii ukienda, okay, katika gano la kale, utaona manabii nao walipakwa mafuta, na makuhani vilevile walipakwa mafuta. Kwa hiyo, kumbe msingi huu wa mafuta tunautoa katika agano la la Kale. E, tunamimba mara kwa mara, nimemkuta Daudi, nimemkuta Daudi Tumishi wangu unikampaka mafuta ili mkono wangu uwe naye daima. Kwa hiyo huyu ni mfalme Daudi aliyepakwa uh, mafuta. Kwa hiyo kumbe ni utamaduni ni, eh, ni mapokeo tuliyoyapokea tangu eh, zamani, na mafuta haya ambayo sasa Kristu anakuja anakamilisha anakamilisha katika eh, Kristu. so, ni ukamilifu wa agano la Kale. Anakuja nasema, roho wa Bwana Mungu yu juu yangu kwa kuwa Bwana ame eh, nipaka ni mafuta amenitia mafuta kufanya nini? Kutangaza habari njema. Kwa hiyo Kristu ni ukamilifu, analeta mafuta, na tunaona hapa na pale ndani ya Biblia Takatifu inatajwa mafuta eh, nendeni huko mkiwapaka mafuta. Yakobo anaongea E, wagonjwa waki, mwenye ambaye hawezi aitwe apakwe mafuta e, na tunaona Yesu alipokuwa alipotoka kubatizwa e, roho anaongea huyu ni mwanangu mpendwa wangu na nini. Kwa hiyo tunaona Bwana mwenyewe alimpaka mafuta huyu Yesu Kristo, mafuta hayo ya Mungu mwenyewe, sio haya ambayo ya kibinadamu, lakini Mungu mwenyewe alimpaka mafuta. Hiyo basi kumbe sisi mafuta haya tunayatoa katika e, utaratibu huu wa ufunuo, tangu zamani za agano la kale. Hivyo tunayo mafuta hayo ya aina tatu: mafuta ya krisma, mafuta ya wakatekumeni na mafuta ya wagonjwa. Na mafuta haya sasa sisi tunayapatapataje? Yanatoka wapi? Yanatengenezwa na nini? Mafuta tunasema, mafuta haya mwimo wake, eh, mwimo, Kiswahili sanifu, mwimo, the material, the matter. Yanatoka katika kitu gani? Yanatoka katika mti wa mzeituni olive, eh, tree, mti wa mzeituni unaotajwa, ambayo yale matawi ya mizeituni yalitumia wa wana Waisraeli kumshangilia Kristu. Kwa hiyo katika mti huo wa mzeituni ndio mafuta hayo eh, tunayapata kwa kadiri ya mapokeo tangu agano la kale. Hayo ndio mafuta rasmi tunayotumia kanisani, mafuta yale matakatifu, ndio tunayotumia mzeituni. Lakini kama yamekosekana kabisa, ambapo kwa kawaida hayakosekani, lakini basi kanisa limetoa inawezekana mkayakosa kutokana labda na zile nchi ambazo labda vita na nini, wakashindwa kuyaleta yale mafuta ya mizeituni, linaruhusu matumizi ya mafuta ya mimea. Wakati wa kuyaandaa mafuta haya, mafuta ya mimea tunafahamu, mimea mingi inatoa mafuta kama alizeti na mimea mingine, sitaki kuitaja. Iko mimea mingi, ipo mimea mingi, lakini mafuta rasmi hasa ni kutoka katika Eh, mzeituni the olive tree. Basi mafuta hayo yatabarikiwa, ya wagonjwa pamoja nayo wakatekumeni. Lakini mafuta ya krisma, hiyo krisma takatifu, yanawekwa wakfu, eh, they are consecrated, eh, yanawekwa wakfu, yanatengwa rasmi kwa kazi maalum, na wakati wa kuyaandaa yanachanganywa na manukato au vitu vinavyonukia, kwa hiyo yana harufu nzuri ya manukato. Ile krisma takatifu ina harufu nzuri, harufu ya manukato. Na mhudumu wa maadhimisho haya ni askofu. Huyu ndiye mhudumu mkuu wa maadhimisho e, wa, wa, wa, wa, wa siku ile ya misa, sio hata pade wa kawaida, ni askofu tena akizungukwa na mapadre wake na mashemasi na waamini wengine wanamzunguka katika adhimisho hili kubwa. Ni adhimisho kubwa na la pekee linalofanyika mara moja kwa mwaka kijimbo. Kwa hiyo angalia uzito wa tukio hili linalofanyika, na baada sasa ya hili adhimisho kuu, unaona na mafuta haya jinsi yanavyotulizwa. Kwa hiyo mafuta haya matakatifu ni tofauti na mafuta mengine yeyote yale ambayo yatabarikiwa eidha na padre au na mtu yoyote. Unaweza ukapeleka mafuta yako padre, akakubarikia inakuwa kama kisakramenti kule kanisani. Padre, naomba unibariki mafuta yangu haya. Eh, haikatazwi eh, kumpelekea padre mafuta yako abariki, haikatazwi, kama tunavyobariki kitu chochote kile kama ni maji ya baraka, unaweza ukabarikiwa nguo yako kabla hujaivaa, unaweza ukambarikia padre nyumba yako kabla hujakaa, unaweza ukamwita padre akabariki kitu chochote, unaweza ukambarikia padre labda. Unaona mafuta haya ni padre anibarikie ili nipake ngozi yangu, mbona inanisumbua sumbua, nimtumainie Mungu, unaruhusiwa. Lakini mafuta hayo ya haya mnayotaja mimi hapa ni tofauti na mengine. Haya ni rasmi, yamebarikiwa rasmi kwa matumizi rasmi. Kwa hiyo basi mhudumu mkuu ni askofu, lakini vile vile mafuta ya wagonjwa, kama padre ameenda kutoa huduma bahati mbaya amesahau mafuta haya yaliyobarikiwa siku ya Alhamisi kuu na askofu katika ile azimisho adhimisho kuu, basi ana uwezo padre wa kubariki mafuta mengine ya mimea kwa ajili ya tukio hili moja la kumbariki na kumpa sakramenti huyu mgonjwa. Padre ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini vilevile vile, kuhusu mafuta ya wakatekumeni katika ubatizo wa watu wazima, kama imetokea anahitaji kumbatiza kumbariki, kumbatiza mtu mzima, hawa wakatekumeni, naye ameyasahau hayo mafuta, basi ana uwezo wa kuyabariki haya mafuta ya wakatekumeni padre. Lakini hata mara moja padre hana uwezo na haruhusiwi kuweka krisma wakfu. Hiyo sio kazi yake, ni kazi ya askofu katika lile adhimisho kuu. Kwa hiyo ni mafuta rasmi yaliyo e, yaliyo yenye maana rasmi na yanawekwa wakfu katika hilo adhimisho rasmi. Na kama nilivyo sema, naendelea kusisitiza, kawaida ni siku ya Alhamisi Kuu. Mafuta haya yanawekwa wakfu na kubarikiwa haya mengine, lakini kama kuna sababu za kichungaji basi, inakuwa ni karibu na adhimisho la Pasaka. Eh, inaweza kuwekwa namna hiyo, na mafuta haya eh, yanabarikiwa kwa katika adhimisho hili, lakini kwa nyakati eh, maalum na nyakati tofauti, mafuta ya wagonjwa yanabarikiwa katikati ya adhimisho, tunasema kwa kufuata mapokeo yalitujia, mafuta ya wagonjwa hubarikiwa kabla ya mwisho wa sala ya Ekaristi. E, kabla ya mwisho wa sala ya Ekaristi maanake, katikati ya adhimisho. Lakini mafuta ya wakatekumeni hubarikiwa mwishoni, baada ya sala ya komunyo, pamoja na krisma e, takatifu huwekwa wakfu mwishoni, baada ya sala ya komunyo na haya madhehebu ya kubariki mafuta yamepangiliwa vizuri, kwamba yanaanza kwa maandamano ambapo wataandaliwa watumishi mashemasi, kama wapo na kama hawapo mashemasi, basi mapadre wataandaa eh, adhimisho lile ya maandamano yale ya, ku, ya kupeleka eh, hayo mafuta kwanza, eh, padre au mtumishi anayechukua chombo chenye manukato na yale manukato ya kuchanganyia, e, kama askofu mwenyewe anataka kutengeneza hiyo krisma anachuku, anachukua vile vile. Anafuata mtumishi anayechukua chombo chenye mafuta ya wakatekumeni e, au padre ya ushemasi anayechukua e, ya wakatekumeni alafu padre anayechukua mafuta ya kutengeneza krisma alafu watakuja watumishi wanaobeba Mafuta, eh, mkate na divai na maji kwa ajili ya adhimisho la Ekaristi. Kwa hiyo ni maandamano rasmi ya kupeleka eh, vitu hivi, na wanapofika atareni kwenye kiti, askofu anapokea dhabihu hizi, dhabihu za mkate na divai, alafu shemasi anayechukua chombo cha mafuta ya, ya kutengeneza krisma anampa askofu akisema kwa sauti Haya ni mafuta ya kutengeneza krisma takatifu. Anaweza akawa anasema kwa kuimba, haya ni mafuta ya kutengeneza krisma takatifu, na askofu anapokea, na baada yake, baada ya hapo anafuata, yanapochukuliwa, anaenda kuhifadhiwa mahali maalum palipoandaliwa. Halafu inafuata sasa, aliyechukua mafuta ya wagonjwa na ya wakate kumeni wa kwanza anasema, haya ni mafuta ya wagonjwa, haya ni mafuta ya wagonjwa. Na yanapokelewa yanawekwa kama kama kawaida. Halafu inafuata mafuta ya wakate kumeni, aliyebeba anasema, haya ni mafuta ya wakate kumeni, au anaimba haya ni mafuta ya wakate kumeni. Naye askofu anapokea kama kawaida, na yanahifadhiwa katika meza ambayo ina imeandaliwa. Halafu misa inaendelea kama kawaida mpaka wakati wa sala ya Ekaristi kama ilivyotaja, ambapo yataanza ya kubarikiwa mafuta ya wagonjwa. Halafu baada ya sala ya komunyo, basi yanafuata kubarikiwa mafuta ya, ya ya wakatekumeni. Halafu inafuata kuwekwa wakfu ya Krisma ukiangalia teolojia ya kubariki mafuta na zile sala zilizomo katika kila, eh, kila mafuta inabeba ujumbe mzito sana. Kwa ufupi tu sitaongelea sala zote kwa sababu ni ndefu, inahitaji kipindi kizima. Tugusie tu kidogo mafuta ya wagonjwa, ambapo waamini walio wengi wanahitaji mafuta haya wanaenda kuhangaika kwa sababu ya kuugua, lakini vilevile vile, wale wanayotoa wameshahadaa watu kwamba yale mafuta wanayotaja ni ya kila kitu, kwamba hata kama unataka hela basi uchukue mafuta hayo, sijui yakanyage, sijui yanywe, uchanganye kwenye chai kwenye nini. Kwa hiyo ni vizuri kutambua, eh, mambo hayo. Basi tugusie japo kwa ufupi, eh, haya mafuta, hii sala mfano ya wagonjwa Ee Mungu uliye baba mfariji. Kwa hiyo kumbe, mafuta haya kwa ajili ya faraja. Baba uliye mfariji umependa kuwaponya wagonjwa kwa njia ya mwanao. Kwa hiyo ni mafuta ambayo yanaponya, yanaponya wagonjwa. Kwa hiyo kama ni mgonjwa, mwite padre, upakwe mafuta, mafuta ya wagonjwa. Tunakuomba usikilize kwa wema sala yetu sisi tunao kuamini. Kwa hiyo unaona eh, aina gani ya mafuta haya. Kwa hiyo mafuta haya ya wagonjwa yatamponya mtu kimwili. Kama unaumwa, tunakuombea upone, lakini vilevile uponywe kiroho, kwamba kama umejeruhiwa na dhambi upone. Saa nyingine kuna magonjwa yanayosababishwa na majeraha ya dhambi, uponywe uwe na afya yako. Tukija ya kwenye mafuta ya wakati ya wakati kumeni nayo Eh, yanapakwa wale ambao wanajiandaa kubatizwa. Sasa kwa nini wanapakwa mafuta haya? Ili wawe na nguvu ya kumkataa shetani na mambo yake yote. Mwishoni ataweza wamkataa shetani na mambo yake yote, sa so, nayakataa. Kwa hiyo mafuta haya yanambeba Roho Mtakatifu anayekupa nguvu ya kuweza kumkataa shetani na mambo yake yote. Kwa hiyo kama unahitaji kumkataa shetani, mambo ya uchawi, ushirikina eh, unaoletwa katika na hawa watu watu hao, basi unapata nguvu ya kumkataa shetani. Anasema eh, e, Mungu uliye nguvu na kinga yetu sisi taifa lako, umefanya mafuta kuwa ishara ya nguvu. Kwa hiyo ni nguvu, tunaomba nguvu. Unahitaji nguvu wewe, Mkristu. Eh, wewe ambaye hujabatizwa unahitaji nguvu. Nenda kabatizwe upakwe mafuta haya ya wakatekumeni, na ukisha yapakwa huhitaji kupakwa tena. Nguvu hiyo unayo. Lakini vile vilevile kwa krisma takatifu, eh, nayo ina, eh, ina ina maana yake. Kwa nini inawekwa wakfu? Kwa ajili gani? Mtu anapobatizwa ni kwamba wewe umetengwa na ulimwengu, umepewa alama ya kudumu, unafanywa kuwa kuhani, sawa? Eh, kunashiriki ukuhani wa Kristu kwa hiyo umepakwa mafuta utosini, ni alama isiyofutika kwa ubatizo. Unashiriki ukuhani wa Kristu, ukuhani wa msingi. Lakini vilevile vile, kwa mafuta ya krisma kila mbatizo anapata sakramenti ya kipaimara katika panda la uso, unapata mapaji saba ya Roho Mtakatifu: hekima, akili, shauri, elimu, ibada na mchaji wa Mungu, yote unayapata, unayo hayo. Wewe Mkristo huhitaji kupakwa mafuta tena mengine, vilevile vile, kwa, ma, eh, kwa mafuta haya ya Krisma mapadre wanapakwa mikononi. Mafuta haya yatakatifuza aweze kubariki watu na, awabariki Mungu Mwenyezi Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu aweze kuwawekea watu mikono. mafue, mikono ya padre ina baraka kila mara eh, kugusa mikono ya padre umepata baraka vilevile eh, vile, mafuta haya yanatumika kwa ajili ya kuweka wakfu. Maaskofu wanamiminiwa kichwani, wanapewa ile alama e nguvu ya ufalme ya kuweza kutawala kwa kutumia nguvu ya Roho Mtakatifu. Ona mafuta yaliyo mengi na yenye maana tof, tof, tofauti ndani ya Kanisa Katoliki. Kanisa takatifu ni tajiri, limerithi u, e, e, utajiri huu to, tangu Agano la Kale. E, mwenye imani haba, unahitaji mafuta mengine zaidi ya haya? unahitaji kuendelea kuhangaika huko hapo na hapo? Basi, karibu katika kanisa letu takatifu Katoliki. Na wewe ambaye umebatizwa umepata mpako wote huo, tayari una mpako. Wewe unahitaji na kuwaombea wengine na kuwabariki wengine, lakini wewe sio kwenda kudanganywa na mafuta hayo mengine mengine. Basi, unapojiandaa kwa maadhimisho makuu ya Pasaka na unapoendelea kutafakari maisha yako ya Kikristu, basi pokea baraka za mafuta hayo matakatifu ambayo umeshapakwa, na uendelee kumshukuru Mungu kwamba wewe ni mpakwa mafuta, wewe ni wa masia. Maana yake masia aliyepakwa mafuta, ukiitwa masia ni sawa, ukiita Mkristu maana yake umepakwa krisma, basi ni sawa. Basi tumalize kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu.